watukufu ngare himidi yao mnyezi mungu subhanahu wataala na utsahaze rehma za mnyezi mungu zendelee emtume wa hatu muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ngarendeleya one episodi numero 10 ya hikaya ya mtume ibrahima alayhi salam ni epizodi numero 10 ya hii kisa ya mtume Ibrahima alayhi salam ikao harimu hizo razia ndo wakati mtume Ibrahima releza zinji za husu mtume Ibrahima ranzo mwando hata releza zinji ato wakati akawahi e al Kaaba hasa za haiwaharizeleza za zongo hizo pia leo ngarandilia yao ni epizodi au karikari ziya za epizodi za mtume Ibrahima hasibabu rikaweleza ze habari zahe zahe kiswa ya mtume isa alaihi salaam risari zitimizi riditsena rijihundu rinjia wa harimwa za khabari zahe isra ni miaraji rizeleza ritimizi ai zoapasa ngareje zawo zila epizodi za mtume ibrahima zile ratsuwa hiratimizi ili ritimizi riuzise ritimizi ritonjia harimwa za saya aizo halime epizodi ya mtume ibrahima numero dise mnyezi mungu subhanahu wataala ikawa hatukuza woi mtume ibrahima hamkaza dzina ya uka khalilu rahmani nde mwanzani wa mnyezi mungu basi mtume ibrahima alaihi salamu hajusemi hono haombo mnyezi mungu ndongoo hamba ya allah ebu mnyezi mungu mtukufu hunambia ukana mimi Khaliluka Minde mwanzani waho bu mnyezi mungu. Hal raaita khalilen ya kbudu ruha khalilihi. E uparowona mwanzani ya rengaye roho ya he mwanzani wa he. <laughs> Suala. Mtumibrahi mungu jisu mnyezi mungu. Uhamba wa ede mwanzani wa hongo. Minde mwanzani wa hongo. Mujoko ni besha wala malakul mauti. Mujoko ni besha wala azra ilu wala rukwamba malakul mauti. Lula para malakul mauti. Joko mbo ya jiarenge eroho ya, e ya hangu mimi. Na minde mwanzani waho euparo wona mwanzani ya rengaye roho ya yahe mwanzani wahe. Suala Mtume Ibrahima hauzisa Mnyezi Mungu, lejawabu lija direkti Mnyezi Mungu hambi habiya Mtume Ibrahima uka araaita khalilan yakrahu liaa khalilihi ye Ibrahim e uparowona mwanzani uwi, uiviwa utsuhanza yende yawonane yene mwanzani wahe uparomushia mruo mnduobaho mwanzani uiviwa uyengo wenda yawonane yene mwanzani wahe e uparomushia e hawendelea ndazila habari wizo mtume Ibrahima iya uzisiwa mbandeyauzisamnyezi mungu mnyezi mungu hakahumchibwa mambioka euparona mwanzani yuiviwa uyengo huenda yawonani yene mwanzani wahe haukamu wewe mtume Ibrahimu kuna ujua ujeri wanane

Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya mtume Ibrahim alayhi salam haransi uola mwana wake Ismaila ogharimu omji wa maka na uondoa la wambao juru sawa wa hazi nyumba sasa ndiso enea sasa enea mtume Ibrahim ahoroga kurudiaje ajaga hundu ola mwana wake Ismaila hasahalola mana hasange mtume

baada ya lona emahajana ila ola mtume Ibrahim alayhi salam ola mtume Ibrahim alayhi salam ola mtume Ibrahim alayhi salam baada ya sayawone mwanahi Ibrahima yalola ya lola yenzahe mtume Ibrahim habiti muda mnamna muda horejei aja hundre mwanahi mtume Ismaila katsi hudahoni baada ya hundre mwanahi mtume Ismaila katsi hudahoni Ibrahima alayhi salam haremewa mlango e ya roha ndi mrumshe wa mtume Ismaila mwana hahe. Mtume Ibrahima aundhenge mrumdu hazu suafinge mrumbaye. Halawliya ola mrumshe wa Ismaila. Hamuzisa ze hali. E ya munga nije, e hoda honinga nije. E nga mlomba hiru, e ya munga nga mweshi oje. Ola mrumshe wa mtume Ismaila hamba aaa. Ndeze tabu. Rire mwani tabu vano irewo kapatsi ngari bitso mfumo batsina ukaritso lamba irewo zeta bungizo baya na mashaka ngizoda kwani huno ngasi ari mwatabu na mashaka ndu kotsula mbaki ndu wakati wa ndu walawani tabungizo sinjima tabu sirisi sene ya koda kwani huno bo bombai ya mrumshaka tsujo ulandobi ya mrongo zao ya nguo ni mrumbai katsujo kawala de mtume Ibrahim.

badili elakile kile ya ubaya wa mlango wa he nyumba bela kile keti njema so mwambia keli badili ya mkondo mrako baya wa mlango haba sayinu kartina mkondo ngatuamba ndeni badili elakile kile ya wa mlango ba wa mla kile keti njema wala mtume buragi mahenzahi baada wanadaki kamuna muda bala mtume ismaila haja ngejeni Emru mshaha mwambio waje mru wano mru mzee uloja unajau mtu mwisema ba, umba bahangu wa khalilu rahman wundu la manza ni umnye simungu wa mtu mibrahima wanziwa ni mungu e hara ya e hamba kaja hamba marungu inge jenge mnono wala mru mshamba hanambia nrongo nzima ni huambi yezo hanambia ukana harini huambie ubadili enkonro ya humlango baketi njema

kao otsoka nzivo mlango juu haina yavira yawaulaulia e avomuhaleokavajavuza mba mndo aubeshngolo shamra mmonamulisayavo odaonihoze taisiloiho karisula hata subhanallah aiso bomrumsha hangu ya mba ba hangu haka unambia ni hure nzi ni hunike ze tolaka zonraru amtso unike tolaka nzima wakamdu kwa yoni kamdu tolaka ndaru wakatutima amtso unika tolaka nzima haba haa wakayo tinjema tolaka ndaru direkto tinjema usilamu waka wanzano kwa jizwa kwa jibiwa amtso unike tolaka nzima uendeza hubu mkana baraka baya vo wetu msasiri

hamparisa mtume ismaili haroga haparise mndu mshedeulemala ewavili hola mtume ibrahim ange mndu mduhazi i mndu mshaula katsujha wa indovi hamlaulia e mndu mmaho ngemnono ngemnono

Mbaba wala ndahubi, shamtsungu ambiyo kala alhamdulillah holinu alhamdulillah mrumenge banu ngari nshio ndro ngari rongo sana ndro ngari lala ndro ngari la ndro alhamdulillah bas wala mbaba wala mtume Ibrahim hambiya wala mrumshe wake mwana wala Ismail ambiyo ka e kamruma ho haja mruma mbiya ukana zingare nkondro zingare nkondro zingare la kile utsirensi bayonde la kile ya ubayadaho. Izingare la kilendro. Utsirense la kileyo. Bayo ya ubaya da hondo. Ya ulibaya. Wala mbaba hatu. Mbaya hatu. Mtume Ibrahim alayhi salam. Haroga henzahe. Bande inda sake. Wala mtume Ismaila haja. Alahu la hajo da hon. Hapar samru mshe. Emru mshamba. Rijilu wa nimjeni tsubanu. Simlaulia halaulia. Sihanuzi sasi halizo da honi. Tsobyo kanga suwa nono. Nga rinshiwe marziki ya mungu. Ngayo alhamdulillahi ekajahambia marongo ashe hanambia ni hwambie ukana harizinga renkondo ya homlango hanambia ni hwambie ukana haribaya arirenge la kila wizinga rendo bela kila ulonio iyo la kila ya ubayadaho wola mtume ismaila haruku hefuraha neraha hanjiye mrumshahi mrumshahi wa halalu samba fundingwa mbondo samba konjama rongo zinwache

Wede mrumshe wa wausa daho wausaa sekre wede mrumshe wa usibiri na tabu haina ya haja wetitsomwa mbia zaaibu haibu za hele daho yawo mbaba hangu hakauna mbia ukana ni hurenge ndo ni uzingarendo bawe mrumshe mwema wa usaaibu za daho wekuzitowa ekwawode

woi mtume ibrahima alaihi salam hajiliwani wajeni wala mjeni wa huja nganzo ya tunde ewai mjeni hindi hodwanza walauliyane zenongozija uka mtume ibrahima katolewa ye mro enamna ya haja nouhara nenamna za habari ziliyo giza nziro endazi wola ya haja wola ndola wambwa malakul mauti malakul mauti nde ya haja ngwanzo yarengeye roho ya mtume ibrahima wanama namni samihi bawo harimwaye epizodi ya mtume isa nga vondongo nazidi waza nando mfo wa mdzadze wa mtume isa njamwelezani namna mdzaze wa mtume isa ya hafa wakati ya kauswali ya kanzi e mwana hahe mtume Ismaila na mnisame hi babo, na mjoka heleza o mfo mtume Ibrahima, babo wasari wasulio mfo mtume Ibrahima, shanti na usubuti neleza o mfo mtume Ibrahima, marahana jamrejezani babi hula, babi babi, o enamna mzadza mtume Isa ya hafabahe haukanga mjoka wa onrongo tazi nuchoko fanana ba mzadza mtume Isa, wakati ya kahufa haundika hafungu ya tumuahi tujamba fundata tsanganyaza Isa na za Ibrahima, zinji zinji zinjiliyana buhari zinjiliyana

Mindo la kokoye hija, yehungu wa zera haza duniani pia. Mindo la kokoye hija, ye utsambazo wanano wadzate. Mine hija, mutsambaza mrumshe na mrumme kwa na ula labatima tena. Mimi ne hija, akosa tijanga mjonzi ye zera haza duniani. Mindo wa mbwa Malakul Mauti. Ehe. Mindo la wa mbwa Malakul Mauti. Mdatumu tumai samba, Malakul Mauti urongo roho, naam. Sika huja. Ewe koja unlawliye hau, Malakul Mutamba mikado lawli ya Mungu. Jenu lawliye.

wola mala kulmo tamba mimi kadolinda linda mru yaje mi kadolinda mwana yaje haunlinde linde mbaba mru yaje besho mbaba ho mtume au mwana ho mtume nikadolinda wakati wangu uja ngamrongo roho bas ndata mtume isa hakanti hakanti ngu swala kanta mata hiya toke lila mala kulmauti harenge e roho yamza za mtume isa harenge e roho ya mzadza mtumeisa na mzadza mtumeisa hakansi ngeo harima ya tahiyatu ngeo harima ya tashahudu ya kelila hafu ya kelila mtumeisa alahu la haja katujwa ka mzadza he hafu mtumeisa haja hawa mzadza hawa ya kansi ngu swali mtumeisa katuzi juwa maskino wa jihada ya wambari mtumeisa wa yimungu emungu mzadza he ya hafatuzi juwa ka hafu maskino wa jihada ya wambari wa mungu mungu ya lana huu mungu ya lana ezo mtumeisa handi sopiesha hulelekeza eshelewa jiwa fungua yene mzadzae

myezi mungu ya allahu ya allah habari nziro zokajavaha ma dunga ye epizodi jao epizodi numero 11 ndo mfo wa mzadza mtume isa no mfo wa mtume ibrahima ndongo mbili zitsanganywa wadzima wadzima ndo mfo wa mzadza mtume isa no mfo wa mtume ibrahima yonde episode ni mero onzu we rate hurate waka mtume isa ezoka ujanguza za majabu katu joka mzadzai hafu, je, eka haju waka mzadzai hafu, engu joka urudia mtero hawa kana kwa mtaro, hawa mtume isa yuta mdurogo hei hithini ya mgu hei hithini ya mgu, engu joka unikuwa rugusa mtero hawa kana kwa unikuwa rugusa, eka hani kiwa ngu joka umrungoza hawa kana kwa umrungoza, dungi episode ni mero onzu